Yod roho mwili na muda, yod spirit body and time. Uh, nashukuru kwa nafasi hii ya kuweza kushuhudia Bwana uh, namna ambavyo mimi kupitia kutazama vipindi vya Yodi katika TV pendwa au chanel pendwa ya Sonship Spirit TV nimezidi kupata faida kama ambavyo neno <clears throat> la Mungu linasema kwamba the purpose, au kusudi la kutabiri au, uh, au to prophesy is to edify au to edify the body of Christ, kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo kitu ambacho nimezidi kukiona kwangu mimi ni kwamba kupitia neno ambalo Bwana alisema na sisi mwanzoni mwa mwaka huu Januari, kuhusiana na namna ambavyo kanisa uh, linawezidi kuonekana au limezidi kusimama katika mamlaka uh, katika nyanja tofauti tofauti kuanzia kwenye uchumi uungozi, na mambo ya uongozi duniani kote na hasa Tanzania kiujumla. Kwangu mimi utimilifu wa neno hili katika maeneo tofauti tofauti kuanzia Januari mpaka inapofika sasa hivi tunazungumzia Novemba, neno hili kutimia katika mwili wa damu ya nyama limeninufaisha mimi kwa kwamba, moja kwanza, nimezidi kuona ni nini kusudi la la sisi kuwa kuwa kama mwili wa Kristo? Umeona, nimezidi kuimarika katika ufahamu na maarifa ya kwamba the body of Christ au mwili wa Kristo au kanisa kama kanisa ni mahali ambapo a, hatuendi kupoteza muda. Umeona ufahamu wangu ule wa kwamba a, a, a, watu ambao walivyokuwa wanadhanishiwa kwamba unafika tu kanisani kuomba ni kama kupayuka au kuzungumza tu, umezidi kuimarishwa kwamba cha kwanza it is a place ambayo Mungu anakupatia majibu ya sasa na hata ya baadaye, majibu ya sasa na majibu ya hata ya vizazi. Kwa hiyo kikubwa katika utimilifu wa, wa, wa neno ambalo Bwana amesema na sisi, kwangu mimi faida kubwa ambayo nimeiona ni kwamba kumbe, wenye haki wanaposimama taifa au au au au au unaweza ukasema familia inazidi kuinuka inazidi kusimama zaidi na mambo yote ambayo ni ya sasa na hata baadaye pia anawekwa wazi. Kwa hiyo uh, napenda kumshuhudia Bwana kwamba utimilifu wa neno hili kwangu mimi pamoja na familia imekuwa ni eneo la kuzidi kumshukuru Bwana na kuendelea kufurahia mwili wa Kristo kwamba ni sehemu sahihi ni mahali sahihi, ni watu sahihi, ambapo unajengwa unaimarishwa, unazidi kupata umaarifa na ufahamu wa kwamba ni sehemu ya kukimbilia na kuwepo muda wote, au precious, au au ni wathamani kiasi gani muda wa mimi kuwepo kuwepo katika katika kusanyiko la Bwana. Wanapenda kumtukuza Bwana kwa kuwa the fulfilment of this word, au utimilifu wa neno hili umezidi kunifanya kuuthamini zaidi na kumwelewa mtume Daudi anaposema kwamba kwamba ni bora hata awe bawabu mwana nyumbani mwa Bwana au kuliko kukosa kabisa, kwamba a single moment kwenye uwepo wa Bwana inaweza ikatransform au inaweza ikachange millions and millions, au ukaokoa zaidi ya millions and millions of of, of, of, of, of, of resources ambazo pengine zingepotea. kwa hiyo ni faida kuwepo nyumbani mwa bwana ni faida kuwepo kwenye taifa la Bwana. Ni faida sio tu ya kwako kwa binafsi, lakini ya taifa na vizazi kwao. Namtukuza Bwana kwa kuwa utimilifu ile neno ambao ametwambia kuhusu namna ambavyo kanisa limezidi kuonekana ku, ku, katika nguvu na mamlaka zaidi ndani ya mwaka huu na utimilifu wake katika sehemu tofauti tofauti imezidi kunionyesha namna gani ambavyo it is so precious au ni wa thamani sana kuwepo katika katika nyumba ya Bwana. Asante sana.